Anne Makinda akatumia nafasi hiyo kuwaasa wabunge kurejea katika misingi ya kuimarisha umoja na utulivu hapa nchini, maana kuna wakati fulani humu ndani wakasema, mnalofanya, mnalofanya, mnalofanya. Jamani, hivi ni kweli kilichotokea hapa ni kuwaeleza Watanzania kwamba haya yalikuwa yanasema humu ndani, hakuna kilichofanyika, hakuna kilichofanyika. Jamani, ukweli ndio huu, na kitabu cha mheshimiwa Raisi hotuba ya yake tumepewa kiweze kasoma na watu na, na kila session binadamu alipo atajua hiki kitu kimefanyika mahali pangu. Sasa kinachotakiwa kwetu Watanzania, hizi bahati za namna hii haziji mara mbili tulicho nacho tuimarishe, tabia tulizo nazo nzuri tuzijenge. Tunaingia kesho kwenye uchaguzi, tunajitia. Maana tunaona kuandikisha BVR watu mnapigana kwa sababu gani? Kuandikisha BVR kinachochosha pale ni ule mstari tu, lakini sababu ya kumpiga mtu mwingine au mwingine inatoka wapi? Wakati wa kuandikisha BVR, hata wakati wa kupiga kura, kwa nini upigane na mtu? Maana wewe usimame kwenye mstari wako na kadi chako ukapige kura, lakini unaanza kupigana pale hizi tabia zimeanza wapi? Na hivi ndio vitakavyovunja mila na desturi ambazo tulizokuwa nazo toka enzi za wazee wetu ambazo zimeendelezwa, lakini sasa zinaanza kwenda sivyo visivyo. Basi mimi naomba tu Watanzania, kila mtu binafsi aangalie. Wenzetu hawa wengine wanakimbia, pa kukimbilia ni rahisi, unatoka tu unavuka kwa miguu unaenda Tanzania. Wewe well, utoke Njombe usiuvukia wapi, mpaka ukimbilie wapi? itawezekana kweli?